Na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili siku nyingine nzuri na kuletea makala haya ya Nyumba ya Sanaa kutoka jijini Dar es Salaam, na leo naye Metusela John Mazengo, jina la kisanii akiitwa Shine 9. Tutakuwa tukizungumzia ya safari yake ya muziki kutoka hapa nchini Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi, mitandao ni Tinini Mumbi, karibu, karibu sana Metusela John Mazengo Shine 9 katika makala ya Nyumba ya Sanaa. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Tuanze kwanza na kionjo cha ngoma yako yoyote. Kionjo cha ngoma yangu ya kwanza ambayo nimefanya nimemshirikisha Chidi Benzi, inaitwa Never Give Up. Inazungumzia yani changamoto za maisha yani, namna gani mtu anavyokuwa anapitia hustling Inaendaje? ina, ina. Asante baba umeniumba, kilema umenipa na mwendo, riziki ni mafungu saba, japokuwa na henya, tatimiza malengo d mda mwingine wanapambana sana, najikuta nachoka na mbuli ya zote nimeshazifanya miadaraji na ogopa taishi ya kisutu. Inaitwaje? Inaitwa never give up, never give up ndio ambao mshirikisha Chidi. yeah, benzi msikilizaji, never give up mke wangu wa mikimbia amechoka kuvumilia, kila siku gari na vumilia oh oh oh, watu wa changama majukumu kule ama niende kwa mganga ama niende kwa mganga, unja na zinja apanda misukule. Nipendwe na mashabiki nyota yangu kwa mziki ngare kwa male diyo niti kama modi ule simba watandare siku manane wanasali sana Mungu Baba nisikie eh. dua zangu zitimie eh, eh, eh. Shine 9 akimshirikisha eh, uh, uh, uh, uh, Chidi Benzi wimbo huu uliutoa mwaka gani? Aa, wimbo huu nimeutoa mwaka huu mwezi wa pili, mwezi wa pili hauna muda mrefu, maana yake tunazungumzia siku chache zilizopita, vipi? Chidi Benzi alikubali vipi ufanye naye collab katika wimbo huu? Ah, kumfuata Blaza Chidibenzi imenichukua kama miaka mitatu kwa kuwa nafuata na nikatalia, nafuata na nikatalia. Lakini by the way, mwisho wa siku akawa tu amenikubali kunisikiliza na alivyonisikiliza, akaona mbona kama dogo wimbo mzuri, ndo akubali tukaenda studio, unaona aka play pale, alivyoplay watu wote wakausikia, akasema vipi, mnaonaje wimbo wa dogo, akasema kwamba watu wote wakasema kwamba wimbo mkali, ndo pale pale akaomba daftari akawa ameandika vesi yake akawa ameniingizia. Lakini kwenye safari ya kumfata, sikumfata tu mara moja, yani shamfata karibia hata mara, yani kama miaka miwili mitatu namfataga na msumbua anataka kulabu, anakataa, yani nilimfata sana sawa. Sa, tuzungumzie ya safari yako ya sanaa hii ya muziki. Vipi, kipi kilikusukuma kuingia katika sanaa hii na lini hasa uliingia katika sanaa ya muziki? Mimi safari yangu ya sanaa ya muziki nilikuwa, yani kutoka shuleni nilikuwa naimba kutoka shuleni ilikuwa naimba ndipo nilipokuja kugundua kwamba nina kipaji. Baada ya hapo tu nikaa na pambana na pambana, nikaa na tafuta mimi mwenyewe vihela vya kurekodi, nikaa naingia studio na rekodi nyimbo. Sasa kadivyo zidi kuendelea kufanya, watu wakawa wananikubali ya kwamba unajua, unajua, unajua. Baada ya hapo, ikabidi sasa nianzishe safari ya kuja mjini, kwa sababu watu wengi wakawa nasema kwamba na hii sanaa ulionayo ukiweza kusogea mjini itakusaidia, kwa sababu kule town kuna yani utakutana na watu aina tofauti tofauti kwa hiyo baada hata mimi mwenyewe kugundua kwamba kweli nina kipaji kabidi nitoke kule bushi na kuelekea tauni ndio maana hata sasa hivi niko tauni na maana hapa niko tauni nafanya kweli maisha mengine lakini kikubwa kwamba nimekuja kwa ajili ya kupambania sanaa yangu ya muziki wapi ukizungumzia kijijini unazungumzia wapi maana ukisema kijijini kuna vijiji vingi? Nazungumzia kijiji kimoja kinaitwa Mbabala huko kutoka yani Mbabala kijiji kiko Dodoma. Ah Dodoma katikati mwa nchi huko ya, ya, ya, ya. Nani alikuunga mkono kwa kisha unafika mjini? Aa, ni, mtu alam, ni ni mtu ambaye aliniunga mkono ni dada yangu, kwa sababu ali alinisupoti kuja taoni, akakanisupoti aka, aka, aka, sehemu ya kuishi unaona, kwa hiyo mpaka hivi sasa najitegemea, lakini so poa sana lakini tunaendelea kukaza na kupambana Haya tuzungumzie ngoma zako mbali na kibao hicho ulichomshirikisha Chidi Benz, Never Give Up lakini pia una kibao kingine kinaitwa Controller. Nazungumzia nini? Controller nimezungumzia yani mwanamke ambaye kaniacha, nimezungumzia maumivu ya, ku, ya kutendwa, kwa hiyo hiyo ni nipelekea niandike kibao hicho cha Controller, kwa sababu kipindi hicho kinaandika hicho kibao ni kipindi ambacho nilikuwa kweli kwenye hali ya kuumizwa na mwanamke. baba la music Una ni konto baby na ni konto music, music Isa. Oh oh oh oh. Nilikupa mapenzi matamu, Nikachanganya na wivu, Ukakosa vumilivu, Ukaona bora uniache tu. Serious, serious girl Usiyaone kwenye picha hayo mapenzi nayo kupa tafuta kote wezipata. Serious serious, serious serious girl. Usiaone kwenye picha hayo mapenzi nayo kupa sunguka kote wezipata. Nilikupa true love tena bila hilo moyo ume upa makovu umenemuza baby, nilikupa true love

Anajuisa kopo wanataka selfie, so tutwange foto. Yuko bomba mtoto, lolazima mtoko hata kama sina gari nitazima mkoko. Mm, najifuta kajasho, gafla najikuta hapo, anipe namba kama vipi tu onane demwa. Naziki dizigo kamzidi, mani ananiumiza umiza sosili. Yuko bomba, najiuliza uliza, hivi kweli aliumbwa? Akipitapita ananichanganya menishika shika, acha nionekane mshamba Nili kupa turev, tena bila hila, kinaitwa control ya msikilizaji na huyo ni Shine 9. Aina hii ya muziki wewe unaweza ukaelezea ni aina gani unaifanya? Mimi nafanya mziki wa RNB lakini nina uwezo pia kufanya mziki wa aina yoyote. Ndio maana ukiangalia hapo kwenye hiyo list ambayo nimekutumia ina maana kuna mziki wa hip hop, ya, kuna mziki wa Bongo Flava na kuna mziki wa R&B lakini mimi mziki kabisa ambao naufanya ni mziki wa R&B. Mziki wa kubembeleza wanaita Ya, ya, ya. Kwa nini ulichagua aina hii ya muziki? Wengine wanaimba wanafanya muziki wa hip hop, kuna wengine pia wanaimba ambao wanaita Bongo Flava, wewe ukachagua mziki wa R&B? Ah, nilichagua mziki wa R&B kulingana na yani, mapenzi yangu toka mara kwanza kabisa naanza kuimba ilikuwa na wakubali sana watu wa RNB kama akina Juks au kina nani. Kwa hiyo kanikuta mimi mwenyewe mapenzi yangu yote yanahamia kule. Lakini kwa kutazama, wewe ni kama mwanamuziki wa muziki wa hip hop ama muziki e, wa aina nyingine sio RNB sijajua, lakini ndomana nikakwambia kwamba na uwezo na, na wa kufanya kila aina ya mziki hpnakuwa na uwezo wa kufanya. Kuna nyimbo ambazo nimefanya za hop ni, iko hapo, ni mzuri wimbo mzuri ambao ukisikiliza ni wimbo mzuri tu, naitwa Changamoto. Pia kuna wimbo wa bongo flavor ambao HD Benz, wimbo mzuri pia. Kuna hiyo nyimbo ya ambayo ni R&B ya, na hiyo nyimbo ambayo ni remix ya R&B. Kwa hiyo naonyesha jinsi gani, naonyesha jinsi gani na uwezo wa kufanya muziki aina yote, japo unakuwa unajua, na na muziki wangu ni muziki upi ambao unaweza kufanya. Haya, sawa. Na wakati tukizungumza e, e, kuna wimbo wa umezungumzia kidogo kuhusiana na Juksi. Kuna kibao chochote cha Juksi ambacho unaweza ukatugongea hapo? Hebu tuende kibao chochote cha Jux. imekuwa asubuhi uwanja wa mapenzi moyo umechafuka nami sitaki kufagia upendo uende sunajua wangu roho ni ndogo ni ndogo hasa ukipendae tena kiwa tofauti baby unaumiza ndani ndani bado najiuliza yatimiza bado najiuliza ni kipi sijatimiza, bado najiuliza ni kipi kinakuumiza, bado najiuliza ni kipi sijaweza baby. Kwanza unafungulia redio yako, yaani Makala ya Nyumba ya Sanaa na nasikika kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Nazungumza na Jofu Fadhili Hafidhi msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania. Tuzungumzie vibao vingine ulivyo navyo. Kuna kibao nimebaki lonely, kinazungumzia nini hiki? Kinazungumzia maumivu ya mapenzi, kinazo pia. Ni, ni kipindi ambacho naandika huo wimbo ni kipindi ambacho nilikuwa pia, pia tena nimetendwa na mwanamke mwingine. We, we unatendwa tendwa n yani, mi ni mtu wa kuumizwa, tusijai kuenjoy wala kufurahia katika mahusiano. Sasa itakuwaje na bado unaishi? Ni kwa sababu ya kujitafuta wewe, labda ni kwa sababu ya kujitafuta, ndio maana ile kila Sijui so, wanawake wa sasa hivi ukimpata utachangaa, labda anakuacha kwa sababu kipindi ambacho najitafuta, na wanawake wa sasa hivi wengi wamekuwa sio wavumilivu. We love we love mapenzi kapeana tu love tu nimebaki lonely yeah. We love we love mapenzi kapeana tu love tu love wewe we, akumbuka ile miseleleko tulopeana <many> mimi na wewe chumbani nime miss vyako vichekesho tulopeana mimi na wewe zamani Umeniacha nungua na choma, najua vigumu kujua baby. Umeniacha nungua na choma, najua vigumu kujua mpenzi. Moyo wangu umechoka choka. Tangu msikilizaji, nimebaki lonely. Tukielekea ukingoni wa makala haya, nyumba ya sanaa. Ni muda mrefu umefanya muziki huu na sasa unakuja na ngoma mpya. Ni ipi na inaitwaje? Ah, ngoma mpya nimefanya remix mefanya remix ya Liana ambayo inaitwa what is your name, ya ile nyimbo ya Liana ambayo inaitwa what is your name? jina lako nani? <muchos> Msikilizaji, wimbo unaitwa Nishampata e, ni remix ya Liana. <muchos>

Kwa nini ulichagua kufanya kufanya remix ya Ariana? Aa, nilichagua kufanya remix ya nilichagua Ariana yani, kwa sababu kipindi tu nimekaa, nikasikia wimbo wa Ariana nikavutiwa na ile beat ya Ariana, kwa sababu wenzetu hao wa wako mbali kidogo kwa ule mdundo. Nilivyosikia nikaona kwamba ni kitu cha tofauti, na mimi nikaona nionyeshe uwezo wangu kwenye mdundo kama ule wa Rihanna, sababu ukimzungumzia Rihanna ni msanii mkubwa, na pia ukizungumzia ile biti ilopigwa na kwenye wimbo wa Rihanna ni biti kubwa ambayo imebeba vitu vingi. Kwa hiyo katika kujipima tu nikasema ngoja nijipime, nione uwezo wangu ukoje kwenye hiyo biti. Kwa hiyo mwenyewe ukisikia huo wimbo juu ya hiyo biti utajua kwa kweli namna gani ya kwamba uwezo ulofanyika na kutumika kwenye huo wimbo. Tukielekea ukingoni wa makala haya, unaonaje sanaa ya muziki, hasa kwa wewe kijana mchanga, mwanamuziki mchanga ambaye unataka kutoka? Ah, sanaa ya muziki naweza nikazungumzia kwamba kuna kitu ambacho hakikosi changamoto. Changamoto zipo kwa kila eneo au kwa kila kitu unachokifanya, lakini mimi nikizungumzia sanaa ya muziki ya kwamba naizungumzia tu ya kwamba nachomshukuru na Mungu ya kwamba sijafika, lakini naendelea kupambana changamoto zipo, naendelea kupambana na waomba sana Mungu aweze labda kana, aweze labda ikiwezekana aweze kunipatia hata mzamini. Naamini kuwa mimi nikipata mzamini nitafanya poa sana, yani nitafanya vizuri sana kwa sababu changamoto yangu kubwa kwenye muziki ni kupata mzamini. Yani, hiyo ndio imekuwa changamoto yangu kubwa sana. Haya, unawaambiaje vijana wengine yani, ambao wanapambana kutoka kama wewe kimuziki. Anawaambia tu kwamba tusikate tamaa, kwa sababu, yani hakuna kitu sichokosa changamoto. Safari ya maisha, maisha ni magumu kitu chochote ambacho kinaitwa maisha ni kitu kigumu sana, yani kwenye swala la kufanikiwa. Kwa hiyo hivyo, tukaze buti, tuzidi tuzidi kuamini katika vile tunavyovifanya, kwamba ipo siku vinaweza vikaja vikatuweka katika mahala pazuri, tukaishi na kuziishi ndoto zetu. Nimepitia changamoto, kwenda studio kwa ngoko, nikashindia upoko, nimepitia msoto, nimepitia nyingi haso. Haso. Sikukata tamaa, kabidi niongeze haurin, baada ya kuamini ipo siku nitakuwa akoni japo changamoto zinaumiza moyoni, kogundua na kipaji kabidi ni ni andike, kabidi huku uchungu wa maisha ukinichoma moyon. Bada ngoma tu kuisha, kapereka redioni kwa sababu sikuwa na ishu kabidiudman. Nilikuwa na wanangu kijiweni na shangaa, mala goma linapigwa tu hewani, utangazaji anaouliza hivi ngoma ni yananiskua ah,

Nikashindia ukoko nimepitia nyingi haso nimepitia mtoto nimepitia nyingi haso nikashindia ukoko nimepitia nyingi haso Nime Haya, msikilizaji, uh, ndio na kunja jamvi la makala haya ya nyumba ya sanaa kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi. Juma lijalo ni makala nyingine. Kwa heri kutoka Dar es Salaam. Nifuate mitandaoni, andika Tinini Mumbi katika Instagram. Kwa heri, nafurahia muda wako.